Natengeneza kwa kujizalia taifa jipya kanisa mpya ambayo itamwabudu katika Roho

Iko mnala wa Babeli. Babeli means what? Bapo papo means what? Confusion. Akaleta confusion, kwamba ukiitishwa kijiko unaleta karaia ya leo watu wote wa makabila mbalimbali wanasikia lugha ya mitu wanaongea rameli, lakini watu wa makabila mengine kutoka wameli, kutoka waselemu wana Lakini kanisa linazaliwa upya kupitia roho Mtakatifu, na kwa hivyo, siku ya leo hatusherekei kwenye kosa ya wadarubi tutasherekea the birth of the church, na hii inaonyesha umuhimu wa roho katika kanisa, lakini ata

Mungu anafungulia mapaji yake saba ambayo atasaidia sisi zote na haya mapaji. Mungu hana ubaguzi, anafungulia kila mmoja atakaye muamini. Na ndiyo maana Mtakatifu Paulo anapoandikia maandikia Warumi anasema hakuna mtu anaweza kumwita Mungu hapa baba bila kuongozwa na Roho. Hii ndiyo sababu Yeyote ambaye amebatizwa, sababu kipunguo cha roho mtakatifu ni ubatizo. Yeyote ambaye amebatizwa ana nafasi na neema ya roho mtakatifu. Narudia tena, yeyote ambaye amebatizwa anapo

Ina uhai vitu vyote vilivyo na uhai vimetoa kwa Mungu. Kwa hivyo ng'ombe ilipata pumzi kwa Mungu, miti inapata uhai kwa Mungu, nyasi inapata uhai